Kama dada anataka kukulupuka aondoke, maanake yeye anavunja mkataba wetu na sisi hatuwezi tena kuufuata huo mkataba. Yani wewe uweze kuvunja mkataba alafu sisi tufuate huo mkataba. Au tumeelewana jamani? Yani dada anataka asifuate mkataba alafu anataka wewe bosi ufuate mkataba. Hiyo dunia haipo jamani. Mnanisikiza dada, eh? Dada yote sasa hivi atakayeamua kukurupuka anaondoka kwa bosi. Huo mwezi huo mwezi anaofanyia kazi akikurupuka apewi hiyo hela. Tunamhusu dada bosi naye asifuate mkataba, kwa sababu wewe umekataa kufuata mkataba. Kusubiri dada mwingine afanye nini aje, si tunaelewa? Lakini kama uko tayari kukaa mpaka dada mwingine aje, utapewa hela yako, hakuna shida hapo. Nachokikataa ni hizi tactics, hii niseme hizo sii niiteje za ku kama hii ya kesi yake, sasa kama vile kumfanya kama vile unamzuia kumzuia physically kwamba hela eh, yake asipate. Of course hatuwezi kujua kila mtu anachokiwaza kichwani, na ndio maana tulimpigia bosi wake alivyompa laki moja. Nilimsikiliza vizuri, nikamuza madam, kwa nini umempatia hela? Akasema hivi kwamba sio kwamba simpi, nampatia, ila nimemtangulizia kama nilivyotanguliza dhamana. Sasa yeye anachokiongea anachosema kwamba hapewi hela, niliongea naye, anachokisema bosi kamwambia Ela, anayo, ila anayo ila mpi hiyo ndio. Kwa hiyo manake kesi yake huyu inatakiwa ifuatiliwe, kwa sababu mimi, uh, mimi sitakuwa comfortable. Actually Martha amezungumza hapa kwamba bosi anakwambia anafunga chumba, au wale nimetaja wanaofungia vyakula, lakini anakuachia mtoto, si ndio? Sasa kama bosi unaweza ukawa unamzuilia dada ela zake kwa sababu una wasiwasi ataondoka. Kwa hiyo mtoto unaondoka naye unamwachia <coughs> e, tulizane. Hilo swali unapomnyima yeye ili asiondoke, mtoto unaondoka naye unamwachia, na nyumba utaibeba pia? Na nyumba anaacha wazi au? Una friji utachukua boda boda walibebe unenda nao kazini au sijui nini? Kwa hiyo hivi vitu havi make sense kichwani, si ndio? Jamani, mtu anaendaka kuondoka ataondoka tu, mtu anaendaa kutoroka atatoroka vishia wasiwezi kuvaa nguo kila siku tuzunguke na visu na, kwa sababu tunaogopa tutaibiwa. Hatuwezi kuishi namna hiyo. Dada ambaye ajielewe, ajielewe tu. Utaratibu wetu umewekwa kumlinda kila mtu. Kuna kipindi yesu tutapata hizo changamoto. Lazima, lazima tukubali, lakini hatuwezi kuishi kama wanyama. Sisi tunalelewa na imani, eh? Kwa hiyo hatuwezi yani, yani hawezi kuishi na dada kama vile anytime atakupiga tukio. If that is the case, basi huyo dada atakayekuwa kwako muondoe. Tupigie simu jamani, mimi huyo dada simwamini Chukweni au jamani, mm, tulipofika, simuamini yaa ya, shek ndio. Yani uweze kukaa na mtu nyumbani, au kuna mahusiano ambaye umuamini, hivyo vitu havipaswi kufanya kazi kwao. Tusifikie hii stage ambayo dada anahisi ananyimwa haki yake, wakati wewe haki yako ya damu na moyo ya mtoto umemwachia yeye. Guys jamani, mbosi, this is very dangerous, inatali sana yani. Tusifikie huko kabisa, na mradi wetu hautaki ufike huko. Hakuna thamani kubwa tuliokuwa nayo kama watoto wetu sii, tunaelewana eh? Yani, what is laki moja? Laki moja is nothing. Laki mbili, laki tatu, hizo zote those are nothing, hata hiyo milioni moja, unless ungeniambia umekusanya kila kitu chako nyumbani umeondoka nacho na nyumba umeibeba, ukirudi unarudi nayo ambayo haipo. Kwa hiyo cha msingi, si ndio karo hii utaifuatilia na bosi, tujue kweli aliosemwa ni yapi, lakini dada ambaye bado anahudumia mtoto, mimi sitaki kusikia kabisa anaongea kitu negative kama hicho cha bosi ambaye yeye anabaki na mtoto. Kwangu mimi tayari hapo ni red flag kubwa, okay. Kituo chetu hatutaki kuhusika na kesi zozote za abuse za watoto au watoto kufanyiwa vitendo vya vibaya kwao. Tukishaona mahusiano yanaanza kuwa hivyo tena, lazima immediately tufanye nini, turekebishe so, so. Tunataka dada ajisikie bosi wake anamthamini kwa sababu anamwangalizia mtoto wake, si tunaelewa na jamani Tee? na mabosi wengine mnasikiliza mshua, mmenielewa? Uwezi mtu ambaye anakuangalizia mtoto wako ukawa na bifu naye eh? Mwanaume ambaye ana vuruga mke wake, alafu analala naye usiku, liko wazi <laughs> kila kitu kiko wazi <laughs> na anampikia chakula ndo maana ikiwa sumu tu eh. Alafu wewe unampiga na mabizi, alafu usiku na chakula umekula. You are idiot, wewe ni mjinga, si naelewa <coughs> jamani. Kwa hiyo tuamke, tuangalie thamani iko wapi api, si ndio? Haya, tuendelee na mada. hey, wasaidizi wetu please. Please, please. Wa, mabosi wasilipe, wasiwape wadada ila wanavyotaka wao. Nimempata kwanza, hii lazima mjue, hao watu wana shida sana. Kwa hiyo hakikisheni wanapata haki zao za wanazostahili kupata kwa wakati. Sisi dhamana yetu ni kwa ajili ya ulinzi wao, kuwahudumia. Baada ya hapo, dada ya na dhamana ije on time. Bosi ambaye hatumi dhamana on time simtaki kwenye umra kabisa. Kwa hiyo dhamana ije on time, na baada ya hapo dada alipo on time, please naomba sana, kwa sababu vitu vingine na mimi nakuja kuvisikia hapa na kuwa surprise, naanza kutoa macho ah -ah. Naomba msinise surprise Simamieni vizuri maono ya mradi wetu, kila mtu apate haki yake, otherwise hawa dada wataona kama vile tunakaa na mabosi kwa sababu ndio wenye hela ah, ah, na wao wana thamani yao, wana umuhimu wao, wanatusaidia, tunasaidiana. Kwa hiyo kila mtu apate anachostahili kwa wakati. Kama bosi ana changamoto aongee kwa namna ambayo hata dada atamwelewa, sio kama huyu bosi amejibu kijeuri jeuri hii iliyoendelea hapa ni umabavu, mabavu. No. Bosi ambaye kweli amepitia changamoto atasema dada, naomba tafadhali nivumilie, na dada ataelewa. Lakini ukisema tu nampa kwanza hii kwanza sijui a, a asiamue anavyotaka kutulipa, eh, atulipe kulingana na utaratibu wetu. Please utafuatilia ujue kweli, kwa sababu hatujui exactly Saab bosi alikisema nini kwa dada, dada ndo ametuambia hicho. Kwa hiyo sisi tunatoa maelekezo in case hizo situations zinatokea kwa wengine, hatujui dada akaongea mwenyewe, bosi hayupo hapa. kwa okay hiyo, kwa nilifuatilia kwa extent nikawa najua. Ya, ni, sawa lakini mshahara wa dada unatakiwa ulipo on time. Whether anaondoka ndoki yeah. Umeelewa? Lazima yeah. Alipo on time. Kutoroka huwezi kuzuia mtu atatoroka tu. Umesikia? Kama mtu kukengeuka ku, ku, ku, ku, eh? watu wanakengeuka tu. There's nothing you can do. Alikengeuka ali shetani yuko na Mungu itakuwa nyinyi binadamu Haya, tuendelee Kwa hiyo tunaendelea na topic ya mipaka. Mipaka. Na hiyo ndio mipaka yetu. Nafikiri mshaisikia. Eh. Uh -huh. <laughs> Tuende kwenye mipaka yenu sasa. Tuendelee. Kuna mtu alikuwa anadigest kitu wakati tunazungumza. Labda tusikie na maboss kidogo. Tumesikia wa dada, tuwasikie na maboss kidogo. Mabosi na maboss kwa mipaka hapa inakuwaaje? Asante. Tena uh -huh. Ni mda wetu wa zamani sana. <laughs> Eh. Kwa kweli. Uh -huh. Nashukuru sana kwa semina hii nzuri. wadada wadada, Center. wadada, Center. <laughs> <laughs> wadada nikasema mitano tena kwa Joyce Kiria, jamani <laughs> <laughs> <laughs> hey, mitano tena. yeah. <laughs> Jamani, kwa kweli ni nashukuru sana mimi, ni mdau wa muda mrefu kwa Joyce Kiria. Kwa kweli nimefurahi sana kufanya na wadada mbalimbali mbali. na Nimefurahi kufanya na wadada wajiwaskiria kwa sababu walikuwa ni tofauti sana na wadada ambao tulikuwa tunaagiza mara umetoa Mwanza, Dodoma, Shinyanga, Tabora, alafu na anaweza akafika siku hiyo hiyo akakwambia, mimi nataka kurudi nyumbani. Unaanza kujiuliza hivi huyu dada alijua anakuja kufanya kazi yao? <laughs> Wakati mwingine unapambana na mwajiri kama ambavyo amesema. Sasa hivi, jamani, ni ulimwengu wa kupambana, si ndio? Sidhani kama kuna mtu tena sasa hivi anakaa nyumbani kusubiriwa aletewe aletewe tu mafungu. Ndio maana hata nyie mnafundishwa kufanyaje, kupambana na ametanguliza neno la Mungu zuri sana kwamba ameleta msaidizi. Yani nime, nimepata, nimepata somo zuri kwamba msaidizi, mtu yoyote ambaye anaweza akakusaidia, yule ni msaidizi. Kwa hiyo ni vizuri kufanya vizuri, na sisi wengine hapa tumeajiriwa tumeajiriwa tu na huko, wengine ni wafanya biashara, wengine ni wapi, kila mtu anakimbizana kwa namna anavyojua. Lakini pia kwa sababu somo letu au topiki yetu ilikuwa inasemea uh, mambo ya mipaka, ni kwamba sisi kwenye mikataba yetu inaandikwaga kazi zako zote zinaorodheshwa, lakini pale chini inaandikwa na kazi yoyote ile ambayo bosi ataidim fit yani ata, ataona inafaa yani, yani kazi yoyote ambayo ni halali ambayo yeye bosi anaona akikupa inakufaa. Sasa mimi profession yangu mimi ni wakili mwanasheria, nimeajiriwa na chama cha wanasheria, lakini kuna siku unanikuta niko pale reception, ndio napokea wageni. Sasa siwezi kusema eh, sasa bosi na uwakili wangu mimi ndo nianze kupokea mm -hmm. wageni na kuna siku nikiwa kwenye mikutano yetu mikuu mimi ndo nagawa mabegi, yaani napangiwa kabisa, utagawa mabegi. Sasa naanza kugawa mabegi, unakuta natoka jasho. Na wakati mwingine nahesabu kura, yaani nimepangiwa sasa wakati wa zile chaguzi ambazo zina moto, watu mnaofuatilia chaguzi za chama cha wanasheria si mnazisikiaje? Ehe, naambia sasa, wewe utaingia kwenye chumba cha Liso, wewe utaingia kwenye chumba cha Fatma, wewe ndio utatusaidia kuhesabu kura kwao pale. Naanza kunyoosha mikono, jamani, fulani fulani, mpaka jasho linanitoka yani, mpaka mpaka navua suruali mpaka nakaa na chuchuma. Kwa hiyo siku hiyo inabidi nivae trausa ili niweze kupambana sawa sawa. Dada wazuri, jamani, hapa ni kwamba tunajengana na nimefurahia sana madamu wanavyoandaa kitu kama hichi. Unajua nakiandaa kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine kazi halali ambayo bosi wako anakupa ni kama tu sisi ambavyo tunaajiriwa, anakuambia pale chini, na kazi yoyote ambayo halali ambayo bosi wako ataona inafaa kufanywa. Sasa ye bosi yuko ofisini, kuna mkutano wa ofisini, kwa hiyo yeye akatafutia wapi receptionist? Wakati we ndo unajua Kiingereza cha kupokea mabalozi mm. we ndo unawajua watu mbalimbali mbali wa ofisi. We ndo unajua huyu ni mtu respectable, huyu ni rais wa chama, huyu alikuwa ni balozi mm. huyu nani na, anampokea. Kwa hiyo unawaambia watu Glory, utakuwa reception, tusaidie mm. kupokea wageni, wanakuja watu wa level fulani, hata wakati mwingine sio wa level fulani, lakini we unawajua watu mm. Sasa siwezi kumwambia kwenye kwenye JD yangu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye haya mkataba wangu wapi inaonyesha nitapokea wageni? Sasa hapa wadada wazuri, wewe fikiria una levo zako lakini na wakati mwingine ni ofisa mkubwa, si ndio? Lakini unaenda kupokea wageni. Kwa nini nimeanza kusema hivyo? Sio kwamba nataka kujisifia sana. Ah ah, sio kwamba ni chaziada. Na wakati mwingine kuna wadada hapa hata mnanizidi labda mshahara, lakini nataka kuwapa moyo kwamba bosi akikupa kazi ambayo sio ya kukudhalilisha au sio kazi ambayo inavunja utu wako. Yaani mwingine anakuambia palilie bustani. Eti ni kitu mpaka kimesha kunyonga unarudi nimeambiwa nipalilie bustani. Bustani ya mboga za nani? Sana sana mboga unayobaki ni wewe labda na wale watu. Mabosi wenyewe wanakula saa ngapi wako kwenye kukimbizana? Sawa sawa, jamani. Au unataka akatafute kijana aje apalilie mboga tano au ishirini, au kumi. Wakati mwingine ni kujiongeza tu. Ebu kitu ambacho hakikuumizi na unaweza kukifanya kifanye kwa moyo. Kwa sababu kuna mwingine alitokea hapo hapo. Yaani kuna mwingine alitolewa na bosi kwa sababu hizo hizo, hebu papalili, anafanya majukumu yake, anajiongeza. Na lingine anapalilia, na kabustani haiko kwenye kwenye JD, haiko kwenye zile kazi ambazo umepewa na bosi, na kuambia mwisho wa siku bosi anakwambia sasa, we unaenda na shule ni, kuna kitu kikubwa kama hicho, sasa unatoka hapa Joiskiria, pamoja na kuniandikia mimi, nitakupa laki moja moja au laki tatu tatu. Mimi nitakuongezea, hata kampuni haitajua. Hivi una unaonaje hicho kitu? Maana yake ni kwamba umefanya kitu kizuri. Sawa sawa. Eh, ndio hii ambayo tunaongelea mipaka. Mipaka ambayo haidhalilishi kazi yako. Yaani kwa, kwa mfano mimi nikiwa receptionist pale nikampokea balozi au nikampokea tu mwingine ni wa chini tu, mwingine ni mawakili wa kawaida tu ambao wako sisi tuna numbers. Mwingine ni mdogo tu, karibu wakili. Karibu ingie ingie gorofa namba tatu. Kaa hapa. Wakati mwingine nakupanga viti na meza. Sawa sawa. Ninapata hasara gani unavyohisi? Sasa mpaka, inato, inatokea nini? Mpaka kazi nyingine za bosi ananipa mpaka kazi za madawati mengine. Hivi unailo, unapewa kazi ya mtu huyu. Mimi ndo nafanya kazi, huyu ana dawati lake. Anafanya kazi hizi. Mimi naambiwa sasa leo unaenda kwenye kikao Arusha kwenye kazi ya huyu. Yaani mpaka mwenyewe unamwambia bosi, what is this jamani bosi wangu? Sidhani kama ni sawa sana kwenda kwenye kazi ya huyu, naomba umpe. Unasikia wewe si cha ubishi, au huyu afanyagi kazi akiambiwa, au huyu akiambiwa hii kazi haifanyi vizuri. Sawa sawa, wadogo zangu tunaongea hapa eh? E, ukipewa kazi fanya vizuri, fanya kama vile utafanya hiyo kazi tena, fanya vizuri. Yaani fanya mpaka yule mtu ukiondoka anasema nimeondokewa na jembe. Sawa, sawa Lehe. Kazi ambayo haikupi udhalili, udhalilishaji. Kuna kazi, kuna kazi zile za kukudhalilisha kama hizo za kwenda kufanyiwa ukatili wa kingono ukatili fulani fulani ubakaji, yeah, kazi fulani fulani za kuumiza maumbile yako, kuumiza kisaikolojia, mfano kukutukana, kuna yeah, kitu ambacho hapana, hapana, hicho hicho hapana, lakini kuna vitu ambavyo havikuumizi hivyo wewe ukiambiwa, mwingine mwingine mwingine. Nilimtafutia ofisini pale, mdada alitokea center fulani, eti aliacha kazi kwa sababu kuna watoto waliongezeka, watoto wamefunga wa shule, sio watoto wa dada yake. Kwa hiyo akaja pale yeye, aliambiwa atahudumia watoto wawili, wamekuja watoto wengine watatu kwa likizo fupi. Ah, mimi niliambiwa nitahudumia tu wa, watoto wawili. Nikasema, huyu mwanamke hivyo ni mwanamke kweli ambaye ataolewa atakuwa na kwake, atazaa watoto. Hata kama utaolewa basi, utazaa watoto wako. Ukizaa watoto wako, maana yake huwezi kuwatunza au huwezi kukaa nao? Yani, kuna kazi ambazo leo hii unazifanya, lakini kesho utazifanya kwako. Kwa mfano, kufagia uwanja. Mimi sikwambia nitafanyia gia uwanja, mimi nimezoea kufagia kwenye paves. Kuna siku utaolewa.